Kesi ya hujumu uchumi inayomkabili msanii wa uigizaji Joyce Mbaga maarufu kama Nicole Jeber na mwenzake Rehema Mahanyu imetajwa leo Aprili 14 katika mahakama ya hakimu mkazi Kivukoni inayoketi Kinondoni. Upande wa Jamhuri umeomba kuongezewa muda kutokana na upelelezi wa kesi hiyo kutokamilika ambapo inatarajiwa kutajwa tena Mei 13, 2025. Awali washtakiwa hao walifikishwa mahakamani Machi 10, 2025 na kusomewa kesi ya uhujumu wa uchumi yenye mashtaka matatu likiwemo la kuongoza genge la uhalifu, ambapo wakili wa serikali, Rhoda Maingu, aliwasomea mashtaka yao mbele ya hakimu mkazi mkuu, Ramadhani Rugemalira. Katika mashtaka yao, washtakiwa hao wanadaiwa kutenda makosa hayo kati ya Julai 2024 na Machi 2025 ndani ya mkoa wa Dar es Salaam ambapo washtakiwa wanakabiliwa na mashtaka matatu, la kwanza la kuongoza genge la uhalifu. Ikumbukwa kuwa Machi 17 Nicole aliachiliwa huru baada ya kutimiza masharti ya dhamana ambapo amedhaminiwa kwa hati ya nyumba yenye thamani ya shilingi milioni mia moja iliyotolewa na mmoja wa mdhamini wake, ambaye bado majina yake hayajafahamika. Hii ni Manara TV na mimi ni Saumu Hassan.